Katika vichochoro vya jiji dogo la Tanzania alizaliwa kijana mmoja, mtoto wa familia ya kawaida maskini, lakini mwenye ndoto kubwa kuliko maisha yake. Hii ni simulizi ya Baraka, kijana aliyezaliwa bila chochote, lakini aliamua kuwa mtu wa tofauti. Baraka alizaliwa kijijini Mbinga mkoani Ruvuma. Baba yake alikuwa mchimbaji mdogo wa madini. Mama yake mchotaji wa maji ya mtungi kwa ajili ya kijiji. Waliishi katika nyumba ya udongo bila umeme, bila meza, lakini kila jioni walikuwa na kitu kimoja: ndoto. Baraka alianza shule akiwa hana viatu, alitembea kilomita nne kila siku, mvua, jua, baridi, akiwa na daftari moja na kalamu iliyovunjika. Lakini katika macho yake kulikuwa na kitu kimoja. Tamaa ya kubadilisha maisha. Shuleni aliwahi kudharauliwa kwa mavazi yake, kutukanwa kwa kutoleta ada. Lakini kila mara aliweka kichwa chini na kuandika alama za juu. Alikuwa wa kwanza darasani. Alipofaulu kwenda sekondari ya bweni, mama yake aliuza kipande chao cha shamba ili kumlipia ada. Nenda ukarudi na maisha, mama yake alisema kwa machozi. Katika shule ya sekondari alilala bila chakula, aliosha nguo za wanafunzi wenzake ili apate sabuni, alifanya kazi za ujenzi wakati wa likizo kupata ada ya muhula ujao. Baraka alifaulu mtihani wa kidato cha sita kwa alama za juu, akapata ufadhili wa kusoma chuo kikuu, shahada ya uhandisi. Alikuwa kijana wa kwanza kutoka kijijini kwao kwenda chuo kikuu. Hapo ndipo maisha alianza kuandika ukurasa mpya. Alijifunza kutumia kompyuta, akafungua blogu ya elimu, akaanza kuwasaidia wengine na kidogo kidogo dunia ilianza kumsikiliza. Baada ya kuhitimu, Baraka hakuwa na ajira. Aliuza maandazi, akaanzisha biashara ya kuuza vocha kwa mtaji wa elfu kumi. Alishindwa mara kadhaa, wizi, kukosa wateja, kuchomwa moto kwa kibanda, lakini hakukata tamaa. Alisoma vitabu vya biashara, alijifunza YouTube na hatimaye akaanzisha kampuni ya teknolojia inayowasaidia wakulima kupata masoko. Miaka nne baadaye, Baraka alikuwa miongoni mwa vijana walioalikwa kwenye kongamano la kimataifa nchini Kenya. Aliwahi kuzungumza mbele ya viongozi. Kampuni yake sasa inaajiri vijana thelathini kutoka vijiji mbalimbali mbali. Leo hii anarudi kijijini kwao kila mwaka. Si kwa kujisifu bali kuanzisha maktaba ya bure kusaidia wanafunzi na kuwapa watoto viatu alivyokosa. Baraka hakuzaliwa na bahati, hakuwahi kuwa na miujiza. Alikuwa kijana wa kawaida, lakini mwenye juhudi zisizo za kawaida. Hii ni sauti ya kizazi kipya cha Tanzania, sauti ya mabadiliko, sauti ya mabadiliko. Kama Baraka aliweza, na wewe unaweza. Asante kwa kutazama simulizi hii. Kama umeguswa, tafadhali subscribe, like na kushare kwa wengine. Hii ni simulizi ya Tanzania, sauti ya mabadiliko, sauti ya vijana wetu.